Leo tunakuja kushuhudia uzinduzi wa ilani ya CCM na wote mnafahamu kabisa kwamba asasi za kiraia. E, mimi kama mwakilishi mwa katika mkutano huu tumekuja mahususi kwa ajili ya kuangalia kama yale mambo ambayo tuliyaweka katika ilani yetu ambayo tulikabidhi kwa vyama vyote ikiwemo Chama cha Mapinduzi. E, kuangalia kama yale mambo ambayo tuliyaweka kwenye ilani yetu na kuwakabidhi yamezingatiwa katika ilani yao. Ilani yetu ya asasi za kiraia, kila inapokuja uchaguzi huwa tunaandaa ilani na mle ndani ya ilani tunakuwa tuna mambo mengi sana ya jamii. Tumeainisha mambo mengi sana kwenye ilani ya asasi za kiraia, kwa mfano masuala ya rasilimali za nchi, masuala ya rushwa, uwajibikaji, utawala bora, e, masuala ya katiba mpya, haki za binadamu. Yote tumeweka kwenye ilani ya kwetu na tukakabidhi kwenye ilani ya CCM. Kwa hiyo tunategemea sasa na matumaini yetu ni kwamba kwa sehemu kubwa yale mambo ambayo tuliyaweka kwenye ilani yetu asasi za kiraia na kukabidhi kwa vyama vyote ikiwemo CCM, kwa hii la CCM ambayo ndio chama cha kwanza kuzindua ilani, tunaamini yatakuwa yamezingatiwa kwa kiasi kubwa. Na hiyo ndio imekuwa uh, mategemeo yetu kwamba sisi kama watu ambao tunafanya kazi na jamii, ni lazima kwa sehemu kubwa tuhakikishe yale mambo ya jamii yanaingizwa kwenye ilani za vyama, ili chama inapotokea inapata ina, ina, ina madaraka inashinda uchaguzi basi yale mambo ambayo yametokana na sisi yametokana na wananchi ndio yakafanyiwa kazi. Kwa hiyo baada ya ilani hii kuzinduliwa leo ndo tutapata nafasi ya kuzungumzia, kuona na kuchambua, kuona kama ni kwa kiasi gani yale mambo ambayo tuliyapeleka yamezingatiwa kwenye ilani ya CCM. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza kwa sasa zaidi ya kusema matumaini yetu ni makubwa, na tunashukuru kwamba CCM walitusikiliza, na kwa njia na kwa zaidi ya mara tatu katika mkutano wetu wa asasi za kiraia Arusha, katika kamati maalum ya uandishi Zanzibar na katika mkutano mwingine mdogo tuliofanya hapa Dodoma. Kwa hiyo tunaamini baada ya mawasilisho yetu yote kwa undani, hayo mambo yatakuwa yamezingatiwa. Lakini kuhusu utekelezaji wa ilani zilizopita, nani tunazungumza baada ya kuona hiki ambacho kimezinduliwa leo.